Baada ya msemaji wa serikali Gerson Msigwa kuhutubia taifa jana kwa kupitia vyombo tofauti vya habari kauli zake bwana zimeweza kurekebishwa na kutolea maoni na wadau mbalimbali, na miongoni mwa watu ambao wamekuja kutia neno katika hili ambalo alisema bwana Gerson Msigwa ni pamoja na askofu wa diocese ya Karagwe ambaye alikana kama kalikawe wa kalinda Sabagoza ambaye aliweka chapisho fulani hivyo kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambao ambalo kidogo limefanya watu wajifikirie na lakini pia wakahisi kabisa kwamba kama mbona amepiga kwenye mshono katika kumuuliza um, Uh, msemaji mkuu wa serikali swali sasa kupitia Instagram ya kwake. Uh, Askofu Bagonza alikuwa ameuliza mmoja kwa maana kwamba ilikuwa zina ripoti maovu ya serikali tu, lakini hawaku hapa serikali fursa waweze kuzungumza na kusema upande wao, si ndio? Sasa bwana, baada ya yeye kusema hivyo ndipo sasa hapa uh, askofu Bagonza akaja akatoa maoni yake na kusema hivi, nataka nimnukuu moja kwa moja Msigwa, ungesema hivi, CNN, please, tulikuwa busy na kuunda serikali, sasa njooni tuyajenge. Maneno mengi wao walikuwa busy katika kwa kwa kwa mipango ya serikali, kwenye, kwenye, vitu kama, kwamba, ya ya e. serikali hivi, serikali serikali nani nani akae akae kwenye kwenye wizara wizara ipi ipi na vitu kama kama hivyo. Sasa sasa sasa akasema akasema kwamba kwamba bora angewaambia tu bwana, eh hapa hatupatikani kutokana, tuko busy tunaunda serikali, ila kwa sasa hivi masuala ya kutengeneza tumemaliza, njooni tuzungumze, muulize ambayo mlikotaka kuyajua. Hiki kitu kama kina ukweli ndani yake, kwa mujibu wa wa baadhi ya comments ambazo tumekutana nazo kutoka kwa dawa akasema kweli, yes of course, wakati Larry Mado wa CNN alikuwa alikuwa anaandaa taarifa amango yasrikali knye n ambazo zitatumika kwenye uh, utengenezaji wa dokumentari hiyo ama feature story ambayo aliachia. Alisema kwamba ndio kipindiko, serikali bado ilikuwa busy kuweza kuteua baraza la mawaziri, ilikuwa busy kuweza kuteua um, atoni jero ama mwanasheria mkuu. Yani, kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinafanyika kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania, yani vitu ambavyo vilifaa kufanyika wakati huo huo ambapo rais tayari alikuwa ameshaapishwa. Sasa kwa mujibu wa Askofu Bagonza anasema kwamba wangekiri tu kwamba sisi ndio mlikuwa mnatengeneza makala yale, lakini tulikuwa tupatikani, ndio maana taarifa zikaegemea upande mmoja, lakini ila kwa sasa tunapatikana. jioni tu yajenge, una maoni gani kuhusu hichi ambacho amekisema askofu? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.